Like, Mungu ni Roland Ebole. Mimi ni mtafiti wa Afrika Mashariki katika, ki, katika shirika la Amnesty International. Naangazia mambo ya haki nchini Uganda na Tanzania. A, tumeja hapa a, kama mashirika ama a, wananchi wa jumuiya ya Afrika Mashariki kutokea Kenya na Uganda ambapo sisi ni mawakili na tulikuja kufanya jambo ambalo linaitwa trial observation. Hiyo ni kwenda mahakamani kuangalia kwamba mahakama yanatenda haki katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye tunajua alikamatwa ali, ali wiki iliyopita ama wiki mbili zilizopita na Uh, nahukumiwa kwa makosa ya jinai uh, ambayo yanahusu treason na makosa mengine ya, ya uh, mambo ambayo aliyasema mtandaoni. Matarajio kwamba ni kuwa koti zinafaa ziwe huru, ziwaruhusu wananchi ama watu ambao wanataka kuhudhuria koti na kama kuna uh, Uh, sababu ya kuwazuia watu kwa njia ambayo labda ni kisheria kuangazia uh, labda usalama. Uh, serikali ama vyombo vya dola inafaa itekeleze usalama huo kwa njia ambayo inaangazia usalama wa watu pia na haki za watu. Uh, mambo ambayo tulishuhudia jana ni kwamba vyombo vya dola askari uh, polisi waliweza ku Uh, wadhulumu uh, labda wale ambao walikuwa wanakuja mahakamani kushuhudia kesi ya Tundu Lissu uh, tuna ripoti ambazo tumepotea, tumepokea kwamba kuna watu ambao walichapwa, walidhulumiwa, wali watu ambao wameumia, watu ambao wengine waliweza kufikishwa ho, hospitalini na pia tunaangazia ama tutachunguza uh, kisa ambacho kimeripotiwa kwamba mmoja wa wale ambao waliweza kufika mahakamani aliweza kupigwa uh, na polisi uh, kwa hali ambayo aliweza kufariki uh. Mambo haya tukiweza kuyathibitisha basi, tutaweza kusema uh, kulikuwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uh, kwa jinsi ambavyo, uh, askari jeshi askari polisi iliweza kutekeleza uh, uh, you know, usalama pale kotini. Uh, sijui kama ilikuwa ni kutekeleza ama kujaribu kutekeleza usalama, kwa sababu hiyo ilikuwa ni kuwazuia uh, uh, supporters wale ambao wanamuunga mkono ama wangeweza wangependa ku, uh, kuhudhuria kikao kile kotini mahakamani. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, kusubscribe, like na kucomment.